Leo tarehe nane Mei 2025, katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam utakuwa jukwaa la mpambano mkali wa Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya Simba Sport Club na Pamba Jiji. Mechi hii ni ya pili kwa timu hizi kukutana msimu huu, na inatarajiwa kuwa na mvutano wa kipekee sana kutokana na umuhimu mkubwa kwa pande zote mbili. Simba Sport Club ambao kwa sasa wanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi wanaendelea kushindania ubingwa na mahasimu wao wa jadi, yaani Yanga Sport Club. Tofauti ya pointi kati ya timu hizi ni ndogo sana hivyo kila mechi inayobaki ni muhimu kwa Simba Sports Club, kama wanataka kuibuka mabingwa mwishoni mwa msimu. Ushindi katika mechi ya leo si tu utawasaidia kuendeleza mbio za ubingwa, bali pia utawapa morali kuelekea mechi ngumu zijazo. Kwa upande mwingine, Pamba Jiji wako katika nafasi ya kumi na tatu kwenye msimamo wa ligi, hali inayowaweka katika hatari ya kushuka daraja. Timu hii inahitaji matokeo mazuri ili kujinusuru na janga hilo. Licha ya kupoteza mchezo wa kwanza walipokutana na Simba Sports Club msimu huu, leo wanarejea na ari mpya, wakilenga kushangaza wapinzani wao na kuwapa angalau pointi moja ugenini, jambo ambalo linaweza kuwa na athari chanya kwa nafasi yao ya kubaki ligi kuu. Katika mchezo wa leo Simba Sport Club wametangaza kikosi chao cha kwanza ambacho kinajumuisha nyota wao waliothibitisha ubora wao mara kwa mara. Kikosi hicho kinaongozwa na kipa Kamara, na safu ya ulinzi inajumuisha mabeki mahiri kama Kapombe, Zimbwe, Chemalone na Kazi. Kiungo wakati kimejengwa na wachezaji wenye nidhamu kubwa ya mchezo akiwemo Kagoma, Ngoma na Ahou Huku safu ya ushambuliaji ikiundwa na washambuliaji wa kasi na uwezo mkubwa kama Kibu Mpanzu na Ateba, ingawa Simba Sport Club wanaonekana kuwa na nafasi nzuri ya kushinda, hawapaswi kuizarau Pamba Sport Club. Timu zinazopambania kubaki ligi mara nyingi huonyesha upinzani mkali kwenye mechi za mwisho wa msimu hasa zinapokutana na timu kubwa. Ni mechi inayoweza kuamua hatima ya Pamba Sport Club. Na kwa upande wa Simba Inaweza kuwa hatua nyingine kuelekea taji la ligi. Kwa ujumla, mechi hii inatarajiwa kuwa ya kusisimua yenye ushindani mkubwa na hisia kali kutoka kwa wachezaji na mashabiki. Hii si mechi ya kawaida, ni vita ya pointi muhimu kwa Simba na maisha ya ligi kwa Pamba. Mashabiki kote nchini wanaitazamia mechi hii kwa hamu, wakitarajia burudani ya kiwango cha juu kutoka kwa timu zote mbili.